mwelenzi wa bawacha asimulia alivyopigwa. Lakini vigogo sita wakutwa na hatia baraza la maadili, vigogo sita wakutwa na hatia baraza la maadili. Hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa wa nje wa gazeti la la Mwananchi. Sekta binafsi yalia wageni kubeba fursa. Lakini katika ripoti ya CAG na takukuru, shughuli bado nzito. Hiyo ni ripoti ya CAG na takukuru inasema shughuli bado nzito, licha ya kuimarika kwa baadhi ya maeneo ikiwemo vita dhidi ya rushwa CAG abaini hasara kubwa kwenye mashirika lakini kutolipwa kwa stahiki za watumishi wa umma hati chafu za pungua. Hiyo e, ni habari ya ripoti ya CAG na TAKUKURU. E, shughuli bado nzito lakini licha kuimarika kwa baadhi ya maeneo ikiwemo vita dhidi ya rushwa CAG abaini hasara kubwa kwenye mashirika na kutolipwa stahiki za watumishi wa umma hati chafu za pungua, lakini kuna habari inayosema maeneo hatari kwa ugonjwa wa selimundu kwa watoto, maeneo hatari kwa ugonjwa wa selimundu kwa watoto. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 12 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti la Nipashe na lenyewe asubuhi ya leo, Nipashe mwanga wa jamii, natupasha kwa habari inayoanza inayosema vigogo sita wakutwa na hatia, baraza la maadili. Lakini makala Mbeya itaendelea kuwa na ngome ya CCM makala sema, Mbeya itaendelea kuwa ngome ya CCM. Lakini ununuzi wa mazao, mizani ya gidigiti, kilo zinaonekana kwa mrajisi ushirika, simu ya mkulima. Lakini ripoti ya CAG na TAKUKURU, kuna ahueni au kilio? Hiyo ni ripoti ya CAG na TAKUKURU, kuna ahueni au kilio. Lakini kuna habari inayosema nemki yaonesha fursa za taka kujikomboa kiuchumi, mkionyesha fursa za taka kujikomboa kiuchumi, inaendelea ukurasa wa nane kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini tukiangazia gazeti lako la Habari Leo lenye nazara habari inayosema makusanyo GST juu asilimia 92 miaka minne. Lakini CRDB kutoa milioni 240 magari matano kwa wateja, au ni CRDB kutoa milioni 240 na magari matano kwa wateja lakini kuna habari inayosema bomba la mafuta lapata ufadhili mradi ukifika asilimia 55. E, bomba la mafuta lapata ufadhili mradi ukifika asilimia 55. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Na madiwani hakimu meneja tanesco hatiani maadili. E, madiwani hakimu meneja TANESCO hatiani maadili. Hiyo ni habari ukurasa wa saba. Lakini Samia tuwajibike, huyo ni rais Samia asema tuwajibike, ahimiza uadilifu uwazi na uzalendo. Ahimiza uadilifu wazi na uzalendo, aridhishwa na ufanisi wa ripoti ya CAG, utendaji wa takukuru, iyo ni habari ukurasa wa pili, lakini takukuru ya baini kasoro tano kodi ya zuio. E, takukuru ya baini kasoro tano kodi ya zuio. Tanzania ya, ya ng'ara kukabili rushwa East Africa. E, takukuru ya baini kasoro tano kodi ya zuio. Lakini Tanzania ya ng'ara kukabili rushwa East Africa. Na mashirika 31, halmashauri 110. Kicheko ripoti ya CAG, serikali yawekeza trilioni 2.9, taasisi 56. Hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa wa mbele kwa gazeti lako la kula habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti la Zanzibar leo lina nini asubuhi ya, ya leo? Linaanza na kinara wa biashara mirungi same anaswa. Eh, huyu ni maarufu kama mama dangote asema, kinara wa biashara mirungi same anaswa lakini taarifa utekelezaji mikataba ya kimataifa zitolewe, taarifa utekelezaji mikataba ya kimataifa zitolewe. Huyo ni Dr. Harun. Lakini ripoti ya CAG na Takukuru kufanyiwa kazi na Dr. Samia, e ripoti ya CAG na Takukuru kufanyiwa kazi na Dr. Samia. Wasira asema uchaguzi mkuu upo kama ulivyopangwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kina lakini kuna habari inayosema serikali ina dhamira kuleta mageuzi ya afya. Huyu ni Mazurui e, asema serikali ina dhamira kuleta mageuzi sekta ya afya. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa ndani wa gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini gazeti lako la, gazeti lako, e, la Uhuru e, lenye lina habari inayosema Profesa Janabi chaguo sahihi kwa maendeleo ya afya ya Afrika. Lakini vigogo sita wafikishwa katika baraza la maadili, uwazi na utawala bora umeimarika lakini Wasira aichongea Chadema kwa wananchi, awataka wananchi waiulize wa itatumia njia gani kuzuia uchaguzi mkuu. lakini Majaliwa awatangazia vita wa wadokozi fedha za dawa e, ni Kasim Majaliwa Kasim eh, awatangazia vita wa wadokozi wa fedha za dawa. na kamati ya bunge yatoa maagizo kwa CAG e, kamati ya bunge yatoa maagizo kwa CAG. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Uhuru, pate nakala yako kwa habari kwa kina lakini kwenye dondoo za ripoti ya CAG eh, msisitizo wa Rais Samia akipokea ripoti ya CAG na TAKUKURU eh, Tanzania endelea kung'ara mapambano dhidi ya rushwa. Hizo dondoo eh, za ripoti ya CAG hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru. Lakini gazeti la Majira linaandika eh, wauguzi na wakunga waendelea kubeba dhama eh, kama serikali inavyowekeza. Lakini Samia tutafanyia kazi maoni ya taarifa ya CAG huyo ni Samia asema tutafanyia kazi maoni ya taarifa ya CAG. Lakini CAG ataja mapungufu ya e, ukusanyaji kodi, anika mashirika ya umma na IPTL yaidai Tanesco bilioni 238.71. CAG deni la taifa, eh, kumradhi habari nasema, CAG deni la e, serikali ni himilivu. Huyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Majira kwenye kurasa za mbili. Pate nakale yako kwa habari kwa kina. Lakini kuchelewa kwa muswada wa sheria ya habari kunaweza kuwa kikwazo Zanzibar e, kuchelewa kwa mswada wa sheria ya habari kunaweza kuwa kikwazo Zanzibar. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Majira. Lakini taifa Tanzania, gazeti lako la uzalendo kwanza linaanza na habari inayosema Dkt. Samia ataka madhara ya rushwa yafundishwe shuleni. Huyo ni Dkt. Samia ataka madhara ya rushwa yafundishwe shuleni, lakini apokea ripoti ya CAG na kuahidi kufuatilia mjadala ikifika bungeni. Hiyo ni habari ukurasa wa pili lakini bilioni mia moja ishirini na sita kupeleka minara ya mawasiliano mia eh, saba hamsini na nane katika mikoa ishirini eh, sita. Bilioni mia moja ishirini na sita kupeleka minara ya mawasiliano mia saba hamsini na nane katika mikoa ishirini na sita. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la taifa Tanzania uzalendo kwanza, lakini raia mzalendo ukweli na uwazi linaandika MOI yafanya upasuaji ndani ya ubongo bila kufungua kichwa e, eh, MOI yafanya upasuaji ndani ya ubongo bila kufungua kichwa. lakini uchaguzi mkuu wa tefu wazidi kuwa gumzo, wa wagombea waliokatwa wazua sintofahamu. Lakini Nemki yaja na mkakati kabambe kutumia taka kama fursa ya kiuchumi, lakini asisitiza taka si uchafu, ni mali ghafi. Yawakaribisha wananchi viwanja Mnazi Mmoja leo yaja na kauli mbiu punguza, tumia tena na rejelea. Lakini rais Samia tutafanyia kazi ripoti ya CAG. Lakini kuna habari inasema wanafunzi wa hazina washangaza maofisa UN kwa umahiri wa kujielezea kwa Kiingereza. Yuna habari kwenye gazeti lako Rai ya mzalendo, ukweli na uwazi, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Tuangazie gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, kwa asubuhi ya leo. Inanye na habari kubwa inayosema NEMC aja na mkakati kabambe kutumia taka kama fursa, lakini generation ya Samia kuzalisha mabilioni Mwanza, Machi 29 na ripoti ya CAG, TAKUKURU mazito yaibuliwa ya baini TRA mwaka wa fedha 2023-2024 yashindwa kufikia malengo na kusanya yalifikia trilioni 26.07 ikilinganishwa na trilioni 22.58 zilizokusanywa mwaka efu wa fedha 2022-2023. Lakini deni la taifa limefikia trilioni 97.35, kiasi hicho kimeongezeka kutoka trilioni 82.25 kilichoripotiwa 2022-2023. Lakini kaguzi 1485 ambapo 1103 ni za hesabu za fedha 15 za ufanisi kaguzi maalum za kiuchunguzi 52 na kaguzi za mifumo ya tehama 105 zilizofanyia katika taasisi 78 na kaguzi za kiufundi 12, lakini eh, mkurugenzi TAKUKURU naye akuta kituo kizito, akuta kitu kizito kwenye kubaini ubora wa miradi ya maendeleo kwenye maeneo mbalimbali nchini, ripoti ya kabidhiwa rasmi kwa Rais Samia. Hiyo habari ukurasa wa nne kwenye gazeti la Kolo wa Machinga sauti ya wanyonge. Lakini Rais Samia ahidi kufanyia kazi ripoti ya CAG na Takukuru, wasira wachongea Chadema. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti la wa Machinga nasema, wasira awachongea Chadema, e, kuna nini? Awataka wananchi wa wahoji viongozi e, wake njia watakazotumia kusimamia e, uchaguzi lakini asisitiza uchaguzi ni pale pale, kama ulivyopangwa na mamlaka za serikali. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, lenye linaanza na habari inayosema wasira wataka wananchi kukihoji Chadema. Generation Samia kuinua uchumi wa vijana, Mwanza, Machi 29. Lakini CAG aridhishwa na mwenendo, aainisha mapungufu Rais Samia akabidhiwa rasmi ripoti ya CAG na TAKUKURU ataka ifanyiwe kazi kulingana na mapungufu yaliyojitokeza, lakini TAKUKURU waokoa wa mabilioni. Lakini Tarura Kinondoni wajivunia ubora barabara ya tour drive. Tarura Kinondoni wajivunia ubora barabara ya tour drive na Profesa Mkumbo ataka juhudi za viwanda ziungwe mkono. Huyo ni Profesa Mkumbo ataka juhudi za viwanda ziungwe mkono hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani kwa asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari. Gazeti la Mwanahabari inaeleza Simba yaitungua bidmani joshua mutale angara. Hiyo ni habari kabisa inaanza kwenye gazeti la Mwanahabari. Lakini mwamuzi Rajiga azidi kupaa kimataifa eh. huyo ni mwamuzi Rajiga azidi kupaa kimataifa na Stumai wa JKT Queens azidi kutamba ligi ya wanawake lakini Mayanga awakomalia washambuliaji Mashujaa awa uh, wa wa huyo, Mashujaa ni Mayanga awakomalia washambuliaji wa Mashujaa. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari, lakini gazeti la Machinga Sporti uh, linaandika Morrison Ken Gold haishuki daraja. Huyo ni Bernard Morrison, anasema asema Ken Gold haishuki daraja. Simba yachapa big man goli mbili kwa moja ya tinga robo fainali CRDB FA, lakini Gomez aingia kati E, Gomezi aingia katikati ya mfumo wa Wydad Singida Black Stars. E, wafurahia Mwigulu kuwa mlezi, lakini Yanga Simba watinga kwa waziri Kabudi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Machinga ukurasa wa michezo, lakini gazeti la Raia Mzalendo lenye kuna michezo naandika waziri JR bado anajitafuta Iraki, lakini Simba yatinga robo fainali CRDB. Nabi atoa neno kwa Yanga, asema Yanga maliza neni na soa, huyo ni profesa Nasir Nabi. Lakini Taifa Tanzania Simba yatinga robo finali, hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti ya Taifa Tanzania. Lakini kisa kugomea Dabi Yanga kitawakuta kitu e. Lakini kuelekea mechi ya kafu fadu wataja vinavyohitajika vita, Simba lakini gazeti la Majira linaandika Simba itumia Salam Almasiri Simba ya wa. Simba Yanga watoa wasiwasi mashabiki kuhusu Karia kwa Dabi. Lakini kwenye gazeti la Uhuru Yanga Simba wafunguka kikao na Waziri Kabudi shilingi bilioni 358, kujenga uwanja wa soka Dodoma. Kocha JKT Queen aanza kuchonga. Simba ya irarua Big Money FC. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la kula Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye habari za kimataifa kwenye michezo inaandika Aubameyang ayota Afcon. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye michezo linaandika Simba yaendeleza dozi michuano FA. Yanga, msimamo ni ule ule ni kuhusiana na mechi ya dabi yaikaribisha songe ya Songea United hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe. Lakini gazeti la Zanzibar Leo linaandika Simba yatinga robo finali kombe la CRDB. FIFA yatangaza neema kombe la dunia la klabu. Msigo wa uwanja Dodoma ukamilika kwa wakati. Eh, ya ni msigo wa sema uwanja Dodoma utakamilika kwa wakati. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Lakini gazeti la Habari Leo linaandika Yanga Simba zavutana kwa Profesa Kabudi. Simba ya penya robo finali. Ujenzi wa uwanja Dodoma waanza. Hiyo ni habari kwenye gazeti la habari leo. Lakini gazeti la Mwanaspoti e, linaandika habari kubwa, ipo haipo. E, gazeti la Mwanaspoti e, baada ya vigogo wa Simba na Yanga e, na TFF kutoka kwa profesa Kabudi, hapa tunajiuliza maswali, ipo au haipo? Hiyo ni nini? Ni swali ya dabi ya Kariakoo. Lakini Tabora United Kagera shuga kumalizana msimu huu masta, hawa wapo kikaangoni